Maswali mengi Wayahudi ndio waliyauliza, wakipingana na Yesu. Sasa wale watu wote ambao wanapingana na Yesu Kristo wananukuu maswali ambayo Wayahudi waliyauliza Bwana Yesu. Apewe sifa sana. Naomba niishie hapo, labda muulizaji huenda ana swali la nyongeza, maana amesikia maelezo mengi hey. Mara nyingi watu wengi wakiuliza hawapendi kusikia maelezo mengi, wanapenda wasikie majibu ya moja kwa, kwa moja. Sasa hey, inawezekana kwa maelezo mengi tumemchanganya muulizaji hey, labda atakuwa na swali la nyongeza. Wewe hey, hutaki kuonekana, hatutakumulika hey. Wewe sitoa tu sauti yako sauti yako tutairekodi, lakini wewe mwenyewe hatutakuona. Unakaribishwa. Karibu kama utakuwa na swali la nyongeza au na swali nyingine. Amina ana ana swali usimulike, usi Aliweka ndio swali, sio? Aliweka ahadi ya miaka mingapi? Amina. Swali kwa ah, okay, Marisa, so, eh, muulizaji anauliza aliyeuliza mwanzo amejibiwa, ameelewa, kwamba maandiko anasema miaka elfu moja ni siku moja kwa Mungu, na tangu Yesu ameahidi kurudi kuna siku mbili tu, maana hii ni miaka elfu mbili na ishirini na tano sasa. Je, aliahidi kwa miaka mingapi ndipo arudi? Hebu kwanza tuendelee na andiko hili hili. tuendelee na msali ule wa tisa Msali wa tisa nasema, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake, kuitimiza wa, ahadi yake. kama wengine wanavyodhania kuk, wanavyodhani kukawia, bali uvumilia kwenu maana apendi mtu yoyote apotee, bali waifikirie toba hmm. Lakini siku ya Bwana, siku ya Bwana itakuja kama mwivi, yani mwizi katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufunuliwa, na nchi na nchi, na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Naomba nirudie majibu ya swali maana muuliza